Hapeniuya, hapeniuya, hapeniuya leo ni, hape ni, hape ni, ni siku tunaruka mwaka. Hapeniuya, hapeniuya, mifugo ndio hizo ya kuchinja. Hapeniuya, mifugo ndio hizo ya kuchinja wakati wa suku ya kufuka mwaka

Yaani, mvua inanyesha kweli kweli, si mchezo. Maana kukacheki cheki mawinguni, hiyo ni automatic inaanguka sasa.